Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii pia kwa kipekee kwa kushukuru wewe kwanza kwa kuendelea kuniamini kunipa dhamana ya kuongoza sekta hii ya kazi nchini. Hii ni heshima kubwa sana kwangu binafsi, lakini kwa familia yangu, ninakushukuru na nataka niendelee kukuahidi kuwa nitakuwa mtiifu kwako na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitaendelea kufanya kazi ya kuisimamia sekta hii kwa uadilifu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana kwa niaba ya wafanyakazi na waajiri, ninakupongeza kwa mafanikio makubwa sana uliyoyapata ambayo yanatokana na uongozi wako maili katika kipindi cha miaka minne, na mimi naomba nipaze sauti kwa kushukuru wewe kwa mambo makubwa na mazuri uliyofanya ambayo kwa hakika amefanya kazi yangu na wenzangu katika wizara yetu tukiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa nyepesi sana na kushukuru wewe kwa kupunguza pei toka asilimia tisa mpaka asilimia nane. Wastaafu wetu leo hii wanalipwa ndani ya muda umeweka spidi kubwa hasa kwa kuimarisha mifumo ambayo leo hii yanafanya masuala ya malipo na malalamiko ya watumishi yaweze kushughulikiwa kwa kasi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu itaendelea kuzingatia miongozo yako, lakini pia ofisi yangu itaendelea kuhakikisha kwamba tabu za wafanyakazi katika nchi yetu zinaondoka. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya mwaka huu inaakisi jitihada ambazo wewe umekuwa ukizifanya kwa watumishi nchi yetu, sisi tunaokusaidia tumepata wepesi kama nilivyoeleza, na mimi binafsi yangu kwa niaba ya wenzangu ninakushukuru sana.